Ujenzi wa nyumba kwa Wakenya wengi ni jambo wanalolipatia kipaumbele haswa mijini na hata vijijini licha ya gharama ya maisha kupanda. Ni kutokana na hilo ambapo Laurent Miraji Monyasi mkazi wa kaunti Taita Taveta amewashangaza wengi baada ya kujenga nyumba ya gorofa juu ya mti, wengi wakisifia umahiri wake katika ubunifu wa nyumba hiyo licha ya kuwa ni hatari. Kando ya barabara ya Mwatate kwenda Taveta, kwa msafiri anayetumia barabara hii atakumbana na mti ambao umegeuka makao ya kudumu ya Laurent Miraji. Kwa mbali juu ya mti huu utadhani ni kiota cha ndege, ila hapa ni gorofa iliyojengwa kwa mbao kwa ustadi wa juu. Pambana ile kidogo kidogo tu, nilianza hapa na pale, so ni muda mrefu tu nimejenga huu mji, zaidi ya miaka mitatu nikipambana na vibarua huku na kule, mapato nikipata kile nimepata, naekeza msumari, nini material, so mali nimefikia saa hii imebaki tu finishing, naenda nikaendelea na finishing. Wakazi hapa wakipata sehemu ya kupumzika, wakisema nyumba hii ni sehemu ya kupiga jeki sekta ya utalii, hasa kwa watalii wanaoelekea mbuga ya Tsavo Magharibi pamoja na Amboseli kwa kwa ku attract wageni hata si wenye pia aa, tunaifurahia. Sasa hivi tunakuja hapa hivi tunakuja tunatulia, unaona, wakati kuna mpira hapa hivi uwanjani, maana hapa pia kuna mpira, kuna uwanja wa mpira. Basi watu waga wanaja hapa hivi, wa, hivi, wanakula makahawa aamawanakulama wakula, wakula miwa wanakula miwa usiku, inawaka taa wenyewe. Sasa hivi wanafurahia, wanasema si nini tena, si mambo la jaba, hii ni mambo kweli, ni true. Kwa hivyo tunasema tafadhali ni wa Kenya supporting arts hasa mawaziri wetu wa, wa, wa, wa tourism and management tunaomba uweze kufika eneo hili hapa. Wito ukitolewa kwa serikali ya kaunti kupitia idara ya utalii kutambua nyumba hii kama moja ya vivutio vya utalii mbali na mbuga ya wanyamapori ya Tsavo. So niliamua kujituma na nikaangalia huu mti nikuja, niliupigia mahesabu mara mingi sana. So niliutembelea kwa muda, nikaketi chini, nikapiga mahesabu. Na unajua ufundi ni mpaka hesabu tushike mkono katika hii sanaa, kwa maana ni moja kati ya zile sanaa ama art tuliobarikiwa na Mwenyezi ndio ghorofa ambayo wakazi wa kaunti hii ya Taita Taveta huishabikia zaidi, hasa kwa wasafiri ambao hutumia barabara ya Voi Taveta. Hata hivyo, Mwanyasi akisema kwamba ana matumaini ya kuboresha ghorofa hii hata zaidi. Nikiripotia runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Taita Taveta, mimi ni Julius Joho. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo ya Julius Joho, tunapumzika kidogo, tunarejea hivi punde na mengi zaidi.